Naam. Karibu tena katika matangazo haya kutoka hapa Matema, eneo ambalo linamilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde. Mimi ni Eza Mbenanga, afisa habari na mawasiliano wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya semina ya siku nne kwa ajili ya wainjilisti. Semina ya kwanza kabisa kuandaliwa na Dayosisi ya Konde kwa ajili ya watumishi ngazi ya uinjilisti na wapo wainjilisti kutoka sharika zote, ni chache tu hazijaleta watu, lakini asilimia kubwa kama asilimia 95 ya wainjilisti wa Dayosisi nzima ya Konde wako mahali hapa, kama unavyoona nyuma yangu wako wainjilisti wanapita pita, wako mahali hapa kwa kwaajili ya kujifunza na kuwezeshwa kujengea uwezo kwa ajili ya kazi hii ya utume shambani mwa Bwana. E, muda mfupi uliopita, baba askofu mkuu wa KKKT Dayosisi ya Konde, Askofu Geoffrey Samuel Mwakihaba ameifungua semina hii tayari kwa ajili ya mafunzo ya watumishi hao wa Mungu ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa katika sharika huko na moja ya jambo ambalo mkuu wa KKKT Dayosisi ya Konde amelizungumza ni kuwatia moyo na kuwashukuru kwa ajili ya vumilivu mbalimbali ambazo wanapitia katika sharika, lakini bado wameendelea kuwa imara na kusimama katika utumishi huu wa Mungu. Tutaendelea kupata machache na kuendelea kujifunza mambo mengi kutoka hapa Matema, na ELCT Konde TV haitakuwa mbali na wewe, ikikuletea jambo moja baada ya jingine ili uweze kujua kinachoendelea mahali hapa. Mpaka wakati mwingine, Ezra Mbenanga, afisa habari na mawasiliano wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde. Fuatana nasi asante. Asante Mungu kwamba aliyetutunza <coughs> na kutuwezesha kuwepo hapa sasa, lakini nimshukuru Mungu kwa ajili yenu, jinsi ambavyo amekuwa nanyi muda wote mwatunza, lakini pia amewasafirisha salama kufika hapa. Poleni <coughs> na changamoto zote, kuzidi katika maarifa ya Mungu ili katika majira haya yenye changamoto nyingi tupate pia kuimarisha. Ndio maana ya kuhangaika sana kwamba kundi la wainjilisti, ipo haja ya kukusanyika na tupeane maarifa katika nyakati zenye changamoto nyingi namna gani. Hata kama ikitokea nitasahau kusema mengine, naomba hili nisisahau kuwashukuru sana uvumilivu wote mwapo katika utumishi <coughs> wengine mtasahau, tuseme mapema nisisahau, ninawashukuru sana baso, subira, nimesema, mwoya, kwa na uvumilivu subira na uvumilivu, mna mna utoshi ngesoma hata msere wa kumi na moja ntasoma kwa wakati wenu, lakini subira na uvumilivu ipo katika mstari wa kumi na moja hata kama hayo, Paulo, katika waraka wake kwa Wagalatia mlango wa tano na ishirini na moja anaviita ni tunda la Roho umelifu sabuni kuishi katika hali hiyo ni kuwezeshwa kwa njia ya nguvu ya Mungu, amsingeweza hivyo mwenyewe kuishi katika subira na uvumilivu, lazima itokee Mungu hawawezeshi hivyo. Pia ninamshukuru Mungu sana aliyewawezesha kuishi katika hali hiyo. Kilicho ni surprise kubwa kikubwa sana mimi sana ninapowaona, yani, pamoja na subira na uvumilivu, kilicho nishangaza ni kwamba nilivokuwa naona bado mnatumika kwa furaha. ni surprise kubwa sana kutupika kwa furaha katika hali hiyo, si wote. Mungu awabariki sana, Amen. Napenda kushukuru idara ya kichungaji, kichungaji, na kamati ya maandalizi kwa utayari katika kufanya maandalizi yote. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki pia, napenda ushukuru shirika na majimbo kuwawezesha na kuwaleta hapa wanasemia semina. Natamani huu mwanzo mpya leo usiwe mwisho mpya leo. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Moses Cosmas Maula na natokia ushirika wa Agape. Uh, uh, nina tunamshukuru Mungu kwamba Eh, tumepata neema ya kujumuika wainjilisti wote wa daosisi ya Konde eh, siku hii ya leo katika semina iliyoandaliwa na uongozi wetu wa daosisi kupitia halmashauri ya kichungaji. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kupata neema na kibali hichi, kwa sababu ni jambo ambalo halijawahi kutokea ndani ya daosisi yetu. Kwa hiyo sisi kama wainjilisti wa, wa, wa daosisi ya Konde jambo hili limetupa furaha sana, kwa sababu ndo mara ya kwanza tumepata neema ya kukutanika namna hii, lakini pia tumepata neema ya kufahamiana zaidi, kwa sababu hapa tuko wainjilisti kutoka sharika mbalimbali mbali ndani ya daosisi yetu ya Konde. Kwa hiyo limekuwa jambo la baraka na jambo la kumshukuru Mungu sana, lakini katika semina hii ya leo nimefurahishwa sana na ufunguzi wa baba askofu. Kwanza katika kutufungulia, amesoma somo kutoka kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza. Baba Askofu ametusomea kwanzia mstari wa tisa pale na ameweka mikazo ambayo kwa kweli imetufurahisha, lakini pia katika somo la kwanza lile somo la Bible study ambalo ametufundisha Baba Askofu, tumejifunza mambo mengi sana. Binafsi nimebarikiwa, lakini nimetiwa moyo, nimetiwa moyo katika huduma yangu, lakini kuna maarifa ambayo tumeyapata kupitia somo la Baba Askofu. Naamini kabisa tukitoka hapa tutatoka ni watu ambao tumebadilika na tume tutapiga hatua katika huduma zetu. Twetu ni kwamba tunaamini kwamba tunafuatiliwa kwenye vyombo vya habari, bado hawajachelewa, wanaweza wakaja hata siku ya kesho. Lakini kwa wakati mwingine kumnyima mwinjilisti fursa ya kuja kujumuika na wenzake ni kumnyima haki yake ya msingi, kwa sababu tuko hapa. Pia tuna tu, tunaamini kabisa, tukirudi kwenye sharika zetu, kuna hatua ambazo tutakuwa tumepiga. Kwa hiyo tunapokea taarifa hizo kwa masikitiko, kwamba wenzetu watakuwa wamenyimwa kitu cha msingi, lakini kuna kitu ambacho watakuwa wamekikosa, kile ambacho sisi tutakuwa tumekipata. Wito wetu ni kwamba tutoe wito kwa wachungaji ambao wanawatunza wainjilisti huko sharikani. Aa, wakati mwingine ikitokea fursa kama hii, wajitahidi kuwapa wainjilisti ruhusa ili na, na wao waweze kujifunza e, na kujumuika pamoja na wengine kupata maarifa haya. Asante. Naitwa mwinjilisti Nitwele Geazi Mwakipole, Nimetoka ushirika wa Kiela. Kipekee ninamshukuru Mungu kunipatia nafasi hii siku hii ya leo kuwepo mahali hapa kujumuika na wainjilisti wengine. Kiukweli tunamshukuru sana Mungu na tunashukuru uongozi wetu ambao umetupa nafasi na umeweka utaratibu huu wa kujumuika kwa namna hii, kujifunza na kufahamiana kama wainjilisti. Kiukweli tumefurahia jambo hili na limetupa furaha ya kipekee sana pana ili jambo kwa kweli lisishie hapa, liwe endelevu kila mwaka ikiwezekana, majira kama haya lio linatokea, tupate fursa ya namna hii, ili tuendelee kujifunza zaidi, lakini kuimarika, na tunatiwa moyo kwenye mazingira kama haya na fursa nyingine ya kufahamiana na wainjilisti wengine na kujifunza kwa wainjilisti wenzetu wengine. Kwa hiyo hii imetupa nafasi kubwa ya kujifunza lakini kufahamiana eh. Kwa wale ambao hawajafika binafsi, nimejisikia vibaya kwamba hawajapata kile kitu ambacho tunakipata sisi na hata kujifunza kama tunavyojifunza sisi. Mungu awasaidie wa wachungaji wetu na walezi wetu kwenye sharika ambao wamekuwa ni wasimamizi wetu, kwamba ikitokea wakati mwingine fursa ya namna iwa waruhusu ndugu zetu na wao wapate kujumuika na wenzao kujifunza na kufahamu huduma jinsi inavyoenda, hata kwa watumishi wengine. Wainjilisti wote ambao wamefika, hamasa yangu ni kwamba Mungu atupe neema kuhakisha tumetulia na tujue nini Mungu ametuweka mahali hapa. Kwa nini Mungu ametupa nafasi hii? Kwa sababu nafasi hii kuipata ni neema na alipokusudi ambalo Mungu ametukusudia kwenye mazingira haya tuwe tu makini kujua nini ambacho kimetukusanya mahali hapa, lakini sio zaidi ya hivyo. Asante sana. Sa. Jina langu naitwa Nitwele Gezi mwa Kipole kutoka ushirika wa Kiela. Asante. Tereza Ngiluke kutoka Jimbo la Mbeya Mashariki, ushirika wa Itua. Kiukweli nimefurahi sana na hasa baba askofu alipofungua semina yetu ya Wainjilisti Dayosisi ya Konde 2025. Kiukweli mi nasema ni jambo la neema kiukweli, haijawahi kutokea, ni mara ya kwanza tunafanya semina hii, lakini pia nimevutiwa sana na mafunzo ya baba Askofu alipokuwa ki, akifungua semina yetu. Kuna <laughs> kuna sentence ambayo amenipa kiukweli, imedigusa sana sema, tafsiri ya maisha. Maisha hayana tafsiri, ila maisha ni fursa ya kupata maana. Kwao nimeipata hiyo kitu vizuri na tunamshukuru Mungu, tumekutana wainjilisti wote. Kuna wengine tulikuwa hatufahamiani kabisa, lakini kupitia semina hii tumeweza kufahamiana, unajua kabisa huyu ni mwinjilisti mwenzangu, hata nikikutana naye unasema huyu ni mwenzangu kabisa.